ACT Wazalendo! ACT Wazalendo! Zanzibar moja! Mamlaka mamlaka! Ndugu mgeni rasmi ambaye Insha Allah kwa idhini ya Mwenyezi Mungu ni rais mtarajiwa na rais ambaye imani zetu wengi tunaamini unasubiri kuapishwa. Ndugu makamo mwenyekiti Zanzibar, ndugu naibu katibu mkuu, katibu wa habari, viongozi wa kamati na halmashauri kuu, makamo wenye viti wa ngome zetu tatu mama yetu mwanangu, bi Zainab, wajumbe wote na wanachama wote muliohudhuria, assalamu alaykum wa rahmatullah. Ndugu mwenyekiti, leo nimebahatika, nimevaa kofia mbili katika jukwaa hili. Natakiwa nisome dua lakini, baadaye nifungue mkutano. Sasa katika kusoma dua, nawaomba wale wote tuliohudhuria hapa, kila mmoja asome kul huwa llahu, tumsalieni Bwana Mtume mara moja. Alfatiha.

fa nsurna alal qaumi zalimin fa nsurna al qaumi al aljahilin fa nsurna alal qaumi almunafiqun wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. alfat ACT Wazalendo, ndugu mgeni rasmi, naingia nafasi ya pili. Kabla sijafungua mkutano huu naomba Uniruhusu kwa idhini yako nimkumbushe mtawala wetu rais wa Zanzibar, na bahati nzuri namkumbusha waliopo hapa, nyiye mutashuhudia kama mimi nimemkumbusha na mbele ya Mwenyezi Mungu ataenda kuulizwa. Ilikuwa ni mwezi kumi na tisa Ramadhani siku ya Ijumaa,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 uchaguzi wa siku mbili ndiyo shida ya mauaji yalipoanza Zanzibar, faina ndiyo shida ya uchaguzi ulioku uliowa ishirini ishirini na mambo mengine mengi tulimwambia na tulimkumbusha neno moja, tukamwambia kwa kauli ya Mtume wetu Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. wa kiongozi yoyote asiyekuwa mwadilifu ni haramu kupata kusikia harufu ya pepo. Twaomba mwenzetu kuwa muadilifu, yatekeleze haya. Lakini kwa bahati mbaya sana pale alionesha kwamba asikia, lakini majibu yake aliyotujibu summun bukumun umuyu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 kama kweli ana hofu ya Mwenyezi Mungu na atarudi kwa Mwenyezi Mungu, hajatelewa yale tuliyokubaliana na waliokubaliana na marehemu Maalim Seif kuyatekeleza, hajatelewa lakini, kama keshakusudia kwamba yeye awe kuni miongoni mwa kuni za motoni, ni kushindwa kutekeleza ahadi yake. Mwenyezi Mungu anasema inalahada kana, ataulizwa mbele ya Mwenyezi Mungu. nadhani ujumbe huu utamfikia. Ana maswali ya kutujibu Wazanzibari mbele ya Mwenyezi Mungu. ACT e, Wazalendo, tumemwona mwenyekiti wetu wa chama amechukua fomu ya uraisi wa Zanzibar. insha allah kwa idhini ya Mwenyezi Mungu atakuwa rais wa Zanzibar je? yeah. Twaunga mkono awe rais wa Zanzibar yeah. Tuko tayari kuipambania Zanzibar yetu yeah. Mwaka huu naomba tutofautishe na chaguzi sita zilizopita. Potelea mbali kama kufa, tulianza kufa tangia tisini na mbili mpaka juzi elfu ishirini ishirini, tuliuliwa ishirini na moja. Potelea mbali tufe sote, Vizazi vyetu vihuike. Baada ya machache hayo, natamka rasmi mkutano huu uko wazi. Asante. Karibu wa organization, karibu katibu haba.